Ukiangalia pia mama ambaye pia anazungumzwa, juzi nilikuwa pia namsikiliza Dr. Uh, nilikuwa namsikiliza Dr. Kitima. Eh, Padre Kitima kwanza niweke interest. Padre Kitima mimi kwangu ni ni boss, ndiye aliyeniajiri chuo cha St. Augustine mimi nikiwa assistant lecturer na pia ni kiongozi wetu wa kiroho. Mimi ni Mkristo Mkatoliki, na katika Ukristo wangu Katoliki huwa pia nina uwezo pia kuweza kuangalia mambo kiroho pia kwa sababu pia nasali. Na sari na huwa pia na confess. Kwa juzi katika statement pia nilikuwa nasikiliza na ambayo hapa pia imetamkwa, hapa imetamkwa hapa katika ule waraka imetamkwa kwamba askari wa jeshi la polisi walikuwa wanakwenda kwenye hospitali ya dini ya, ya Katoliki kuzuia watu wasipate matibabu. Sasa hili nalo ni moja ya mambo ambayo ninyi wahalili na watu wengine vile vile tunakaa pia kusemezana kwamba polisi hawa wanalinda huko amani, alafu muda huo wanatoka kwenda hospitali kwenda kusema msitibu hawa. Mimi nadhani tunaweza kuwa na hoja nzuri sana ya kuisaidia serikali, lakini kamwe tusipresenti hoja kwa mihemko tusipresenti present hoja kwa mihemko. Unaweza kuwa na hoja nzuri sana nzuri mno nzuri sana lakini hoja, yani tusipitilize sana tukahamisha hoja ya msingi ya kulihudumia na kuliponya taifa ikawa ni hoja ya harakati. Niliwahi kwenye kikao kimoja cha dini, niliwahi kuzungumza siku moja kwamba mimi navyomwona kiongozi wangu wa dini navyobendi namna hii kumsalimia kiongozi wangu wa dini navosema, navyofanya hivi, sifanyi hivi kwa sababu namuona... kiongozi wa dini oni, oni himself nafanya vile kwa sababu naiona taswira kwangu, mimi Mkristo, naiona taswira ya Yesu Kristo kwake yeye, na Mwislamu anavyobendi namna hii kwa shehe au kwa kiongozi wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, au kwa, kwa mufti anaiona sura ya mtume Muhammad kwake yeye. Sasa ile bending ya namna hii nawe ibendi kwa mheshimiwa rais. Kwa mheshimiwa rais simwoni Yesu au simwoni Mungu mbele yake, naiyaona mamlaka ya utii, na ndio maana nasema shikamu, mheshimiwa rais. you see the difference huku nakiona kitu hiki, huku nakiona kitu hiki. Sasa kinachoweza kutokea pia kwa kiongozi wa dini, yeye mwenyewe akijisoften, akiji akawa ni mwepesi, ile konsepti ya ku ya kumwona Kristo nani, inaanza kutoweka halafu ikianza kutoweka, unaanza kumwona mtu wa kawaida, ukianza kumwona mtu wa kawaida inafika zile nyakati, unakuta sasa uanasema pumbavu nota, pumbavu, yaani kunakuwa kuna uoga tena kati ya mazingira hayo. Hali ikifikia hapo ya kumwona huyu kiongozi ni wa kawaida, manake mjue kuna jambo la kufanya hofu. Mchungaji anapozungumza na kusema wote, fanyeni namna hii, tunamtii kwa sababu yeye mwenyewe tunamwona akiwa ni mtii kwa Yesu Kristo, tunamwona akiwa ni mtii kwa Mungu, tunamwona akiwa ni mtii kwa Mtume Muhammad. Sasa na sisi tunasema kwa sababu huyu amepewa nguvu, kwamba power and authority is delegated kama ambavyo mheshimiwa rais ame delegate power kwetu. Hata kiuungu katika spiritual eye tunaona kabisa kwamba power and authority pia ya Mwenyezi Mungu inakuwa delegated na ndio maana watu hawa wanakwenda huku moja kwa moja wanasoma mambo ya theolojia, wanasoma mambo ya filosofia, wanasoma mambo sio ya vitu gani vingi sana. Kwa hiyo kiongozi yoyote wa dini, unapotaka kutafsiri jambo lolote, kuna nadharia inaitwa hermeneutics. Hermeneutics is a theory ambayo inakusaidia wewe kuchambua masuala yote kulingana na time, context, audience na vitu vingine lakini kwenye kontekstia hiyo ya kibiblia, into hermeneutics. Na hata ukiingia kwenye madhabahu hapa, hujihubiri tu kama chama ninavyozungumza, kuna kitu kinaitwa homiletic. Homiletic ni, ni, ni, ni, is an art of speech, of preaching, una preach kitu gani kwa nani kuhusu nini? Ndio maana ndio maana watu wanaanza kukaa, ah, mchungaji sasa naona hapa kwa kweli ameeleza vizuri mwingine, anakaa anasema, ah, mchungaji, hapa tunaona kidogo hii ni kama chaka hii. Kwa nini? Kwa sababu huku wanakaa kimya, hawana uwezo wa kudialog, na ndio misingi na kacha ya, ya mchungaji, padre au nani? That's si misingi tu, nimewambia hapo ndani kwamba pia nikaona maelezo yale yameenda mbali zaidi kwamba TANESCO walizima umeme kukonspire na walifu waliotaka kumuua au walio mdhuru. Hii ni alegesheni kubwa sana. TANESCO ya taifa izimwe umeme usiwepo ili hilo liweze kutokea. Kwa hiyo nimewambia wenzangu wa TANESCO waliangalie pia kwa haraka walichukue kama jambo kubwa sana la kisheria, walichukue kama jambo zito linaloweza pia kwenda kwenye mjadala. Katika jicho jingine waangalie hii kitu imekaaje. Je, ni kweli kuna vijana wetu sisi katika TANESCO walifanya mchezo huo na bila sisi kujua, ikiwa ni pamoja na malalamiko mengine ambayo yapo, ambayo yanaongeza, yanayodaiwa kuwa yanaongeza chuki. Moja ya jambo ambalo linadaiwa ni utekaji mambo ambayo ya yanasemekana na ya kwamba yanaleta chuki kubwa katika taifa: moja, utekaji; mbili, kukosekana kwa ajira kwa vijana; tatu, wananchi kutosikilizwa; nne, viongozi kuishi maisha ya starehe; tano, matumizi mabovu ya rasilimali za umma; sita, matumizi ya nguvu kupita kiasi. Haya ni baadhi ya mambo ambayo wananchi wetu wanasema wanayachukia. Ni kweli kabisa. Sisi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam na, naomba tu nihitimishe na nyinyi wenzangu pia muweze kuzungumza. Sisi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam tumejipanga na wenzetu, hata sisi wenyewe tunalani sana vitendo vya utekaji. Hii naomba mlielewe kabisa. Kama mnakumbuka, kuna siku moja pale Kiruvia, kuna mabwana moja mabonge walikuwa wanamchukua bwana moja kumpakia kwenye noa, kama mnakumbuka vizuri, mmemsahau tu jina yule kidogo m ukienda kuangalia kitu ambacho kilikuwepo pale, ilikuwa ni masuala pamoja na mengine nayo yaliyokuwepo ni masuala kimapenzi. Katumika dada mmoja, ampigie simu yule bwana, wakutane kwenye kale ka hoteli kalikokuwepo pale. Yule bwana anapokwenda pale hamuoni yule dada, lakini anaona kuna jamaa wengine ambao wako pale. The moment tumetangaza, wote wakakimbia, wakimbilia njia za Ifakara na sehemu zingine, tukabahatika kwenda kuwakamata na vitu vingine vya namna hiyo. Ripoti ilitolewa na jeshi la polisi, lakini kinachosemwa hapa kwamba mbona hamzungumzi kwa sauti kuhusu utekaji, na nataka niwaambieni brothers and sisters, ni vitu ambavyo wakati fulani mtu akipanga kuwa na nia ovu katika taifa, anaweza yeye mwenyewe akaangalia hivi ni mtu gani, ni kimspot jamii moja kwa moja itasema aliyefanya hivi ni huyu. Nadhani kisheria mnajua vizuri, sio? Ni jambo gani, mume na mke wanaweza kugombana ndani ya nyumba, wakaa kwenye ugomvi wa muda mrefu, lakini mtu akaja na interest akamdhuru mwanamke au mwanaume katika wale waliogombana, akijua kabisa kwamba baada ya kudhurika huko atakayekuja kunyoshiwa mkono kwa haraka ni either or katika wale wale hiyo ni assumption ya kwanza, lakini assumption ya pili ni kwamba jambo hili linapotokea katika mikoa yetu sisi, nyie mnafahamu wakati fulani, sio jambo jepesi kabisa. Hata mimi mwenyewe kiongozi, ni kweli kuwa unakuwa na vyombo vya dola, lakini sio kweli kwamba nakuwa nao muda wote kabisa kabisa, kwamba hata pale nyumbani, muda wote nipo nao. Hapana, huko nje kinaweza kikafanyika jambo kwa nia kabisa ya uhalifu kabisa lakini mwisho wa siku ikawa ni mazingira gani jambo hilo limetokea? tuna teknolojia gani ya kuweza kubainisha kwa haraka jambo hili? tuna jambo gani naloweza kwenda namna hii? ni kama kwenye huu uchaguzi, wanasema polisi wameua. Hiyo ni statement ya kwanza, lakini ikija kubainika, nachukulia tu kwa mfano kwamba kundi la pili lilikuwa na silaha, lilikuwa na visu, lilikuwa na mapanga, haya yenyewe yanaweza kuwa alifanya kazi kwa nini yanachukulia tu mfano. Ni kwamba by concept mshika bunduki ni polisi, lakini why if kuna jambazi ambaye na yeye kaingia humo kwenye huo mkumbo, kashika naye bunduki, bunduki yake itakuwa ilimpiga nani? Huu ni mfano, sivyo navyotaka kusema, lakini nani atakuja kusema haya. Tume iliyoundwa inaweza kudetail zaidi tukaja kufikia huko. Kwa sisi na wenzangu hawa wakuu wa wilaya hawa tunakemea sana masuala yote yanayohusiana na masuala ya kiutekaji. Na pale pagara pale mnakumbuka ilikuwa imeanza wakati fulani kuteka watoto, kubaka watoto. Tulifanya kazi kubwa sana pia kushikana vyombo vya dola. Lakini, nyie mnafahamu katika matukio haya yapo ambayo yanaweza kwa haraka sana uchunguzi wake ukakamilika kwa haraka kutokana na nature ya tukio lenyewe. Lakini yapo matukio ambayo uchunguzi wake pia unaweza kuchelewa kulingana na necha tukio lenyewe. Lakini pale ambapo mtu anasema ah, nataka majibu sasa hivi, nataka majibu muda huu. Sasa majibu muda huu pia huwa linaweza likawa ni jambo jepesi au lisio jambo jepesi, kulingana pia na taifa letu lilivyo.